Wakati mfungo wa mwezi wa Ramadhani unapofikia tamati Waislamu kote ulimwenguni wanajiandaa kwa ajili ya Idil Fitri, siku ya kusherehekea kumalizika kwa mwezi huo. Kwa mujibu wa hisabu, mwezi wa Ramadhani unatarajiwa kudumu siku thelathini mwaka huu na kuifanya siku ya kwanza ya idi. Siku ya kwanza ya Idil Fitri huamuliwa kwa kuonekana kwa mwezi mpevu unaoashiria kwanza kwa mwezi Shawal, mwezi wa kumi kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu hijri, kama anavyobainisha shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke. Idi ni sikukuu ya Kiislamu na katika Uislamu tunazo sikukuu mbili kubwa, nayo na moja ni sikukuu ya baada ya mfungo wa Ramadhani, na idi ya sikukuu ya pili ni sikukuu ya baada ya kutimiza ibada ya hija. Sikukuu tuliyonayo mbele yetu inaitwa Eidul Fitri, ni idi ya kula na kunywa kufurahikia Uislamu ulipoitoa maelekezo kupitia Qurani tukufu pale Mungu aliposema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, mmefararishiwa funga. Kama kutiba alladhina min qablikum, kama walivyofararishiwa watu wa kabla yenu. Laalakum tattaqun, lengo la kufararishiwa funga ni nyinyi muwe wacha Mungu. Miezi ya mwandamo huchukua kati ya siku 29 hadi 30. Kwa hivyo, waislamu kawaida hulazimika kungoja hadi siku kabla ya idi kuthibitisha tarehe yake kamili. Kwanzia zamani Idi husherekewa kwa siku tatu kama likizo rasmi katika nchi zenye waislamu wengi. Hata hivyo, idadi ya siku za likizo inatofautiana na nchi. Waislamu wanaanza sherehe za Idi kwa kushiriki ibada ya maombi ambayo hufanyika muda mfupi baada ya alfajiri, ikifuatiwa na mahubiri mafupi. Kwa kawaida, waislamu hutumia siku nzima kuwatembelea jamaa na majirani na kupokea tende wanapozunguka nyumba hadi nyumba. Sherehekee kwa salama Sherehekee kwa amani, sherehekee kwa natija kubwa, na tujiepusha siku hiyo ya Eid fanya maasi yako. Maneno Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha akasema, man asa llaha fi yauma al-eid, yoyote atake mwasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid, wakaadama asahu fi yaum lwaidi, mfano wake ni kama nemwasi Mungu siku ambayo Mungu anatoa hukumu. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa yatatupata kumuona yule aliyekesha msikitini aliyeshinda akiswali aliyeshinda akitoa sadaka, alafu siku, siku ile ya Eid tukamkuta baa au tukamkuta kwenye mtaro au tukamkuta gesi au kwenye hoteli akifanya zinaa. Umeweza kumwabudu Mungu kwa mwezi mzima, unashindwaje tabia uliokaa nayo mwezi mzima kuishi nayo mwaka mzima? Kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, Hasan Kabeke ametoa wito kwa Watanzania kudumisha amani, umoja na kuendelea kuliombea taifa amani, umoja na utulivu. Aa, uchaguzi katika nchi yoyote duniani huwa ni kipindi tete, ni kipindi ambacho kinatakiwa kuchukuliwa kwa tahadhari kubwa. Wito wangu ni kuendelea kuwaomba Waislamu na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu bahati tuliyoipata Waislamu wako kwenye Ramadhani na ndugu zetu Wakristo wako kwenye Kwaresma, sote kwa pamoja tuzidishe maombi ili Mwenyezi Mungu atupitishe kwenye uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwa salama na amani. Na nitumie nafasi hii hey, kuwaomba watanzania kwa ujumla kuepuka mihemko, kuepuka fujo, kuepuka kushawishiwa na wewe kuingia kwenye vurugu, kitu ambacho kwa hakika hakijengi nchi bali kinavunja nchi. Lakini niwaombe katika masiku haya matukufu tumwombee Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mazuri na mema mengi ambayo ameyafanya ndani ya, ya, ya, ya miaka mine ya utawala wake. Tumwombee Mwenyezi Mungu amuimarishe na aendelee kufanya mazuri kwa niaba ya Watanzania. Sherehe za Idi el-Fitri zimeanza jana hapa nchini na katika nchi mbalimbali duniani. Utaratibu wa kuelekea siku hiyo ni ikiwa mwezi utaonekana mahali popote nchini siku ya 29 ya Ramadhani, basi taasisi za kitaifa katika nchi husika zinatangaza idi siku inayofuata, na ikiwa haitaonekana basi idi inasherehekewa baada ya kukamilika kwa siku 30 za Ramadhani. Mimi ni Haji Hassan na hii ni morning pressure.